Tumeona TRA imebadilika vizuri sana, imebadilika in a sense that um, wamekuwa ni wasikivu sana yani, yani sasa hivi nikiitwa TRA siendi, natetemeka kwa sababu najua tutaongea kwenye vitu ambavyo kama kichan, yani the key thing ni kwamba mawasiliano yetu na TRA yameboreshwa sana. Tungependa kuwashauri fanya biashara wenzetu wa Tanzania na wasio wa Tanzania, lakini wanafanya biashara wa Tanzania, wahakikishe kwamba wanafuata sheria zote zinazohusiana na kodi, kulipa kodi za mapato, za ajira, kodi zote zinazohusiana na biashara, kwa sababu kwa kufanya hivyo, sio tu inaenda kufanya serikali iweze kupata mapato na kuweza kutimiza kazi za kiserikali. Kwa hiyo kutokana na <coughs> kiwango cha biashara ulicho nacho kulipa kodi, na hiyo itakufanya biashara yako iweze kukua zaidi na zaidi. Tulipe kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Asante sana.